Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Clayton Revocatus Chipando Kigoma. wananiita Kibarabara, ni mbunge kutoka jimbo la Kigoma Mjini, niliangusha mbuyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Mhandisi Mwanaisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, naitwa Clayton Revocatus Chipando Kigoma. wananiita kibarabara ni mbunge kutoka jimbo la Kigoma mjini niliangusha mbuyu so... Mheshimiwa mwenyekiti naitwa mhandisi Mwanaisha. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Joel Arthur Nanauka na ni mbunge mteule kutoka jimbo la Mtwara mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti naitwa Joel Athan Nanauka ni mbunge mteule kutoka jimbo la Mtwara mjini kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Naitwa Tulia Ackson, mbunge wa jimbo jipya la Uyole. Asanteni sana naitwa Tulia Akson, mbunge wa jimbo jipya la Uyole.